Habari marafiki, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo nitaenda kuandaa mchemsho wa samaki ila wa nazi. Kwenye sufuria, weka samaki uliokwisha waosha vizuri, weka nyanya. Mi nimetumia nyanya ila ya maji Weka tomato paste, weka limao, weka mafuta, nyanya chungu, magi cube, kitungu saumu na tangawizi, weka soy sauce na oyster sauce. Nyunyizia chumvi, kisha weka na bay leaf. Weka maji, changanya kila kitu vizuri. Supu yako ikichanganyikana vizuri, washa jiko, acha ichemke jikoni. Pia ukitaka viungo na vipimo, ukiwa unaangalia video kwa chini, huwa naandika vipimo vyote na viungo vyote, yaani mahitaji. Funika mboga yako. Acha ichemke mpaka ipungue maji, na pia usichemshe kwa moto mkali, kwa sababu samaki ni mlaini, atavunjika. Supu yetu inaendelea kupungua kama hivyo. Hapo samaki ameshaiva na kila kitu kimeshaiva vizuri, nitaweka tui la nazi. Naweka tui zito, changanya vizuri, tui lienee sehemu zote. Hakikisha unachanganya vizuri sana. Ukimaliza kuchanganya punguza moto tena uwe mdogo, acha samaki achemke kwa muda wa dakika tano. Kisha samaki wako atakuwa tayari kwenda mezani. Mboga hii unaweza kukala na chakula chochote kile, wali, ugali au yenyewe, ni wewe tutakavyoamua. Asante kwa kuangalia video zangu. Tafadhali, kama umependa video hii, bonyeza like, acha comment, share na pia usiache kusubscribe. Asante.